mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake ambazo anaendelea kuwekeza katika kuboresha afya kwa wananchi wake ndio maana pamoja na jitihada ambazo zinaendelea kufanywa na asasi za kiraia katika kupambana na haya magonjwa

Jina langu naitwa Teodora Mgalama. Nimetokea Neema Resource Foundation kama nilivyotangulia kutambulishwa, lakini pia tumefurahi sana kuwepo hapa, tumefurahi kuwaona watu wa Mlali na tumejaribu kutembea sokoni. Kama alivyosema kiongozi, uhitaji huko mkubwa, na sisi kazi yetu kubwa ni utoaji wa elimu, lakini pia ugawaji wa kondomu. Na kazi hizi tunafanya manisipaa pamoja na Mvomero, ko ninaamini tutaendelea kuonana na kushirikiana zaidi, asante. Kutoka Neema Resource Foundation ya miradi naitwa apia. Nataka nioneshe jinsi ya kufanya matumizi sahihi ya, sahi ya kondom, na hapa tumekuja na mwanaume wetu ambaye ni huyu hapa, tunakuwa tumetoka dukani tumenunua hapa kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuzingatia katika matumizi sahihi ya kondom ni uangaliaji wa matumizi ya da ambao unatakiwa kutumika katika hii kondom yaani. Kwa hiyo hizi kondom tunatakiwa tutumie hii moja. Hii kondom ina pande nne, pande wa hapa, hapa, hapa na hapa. Sasa katika kondom yetu tunaangalia sehemu ambazo hizi zinakuwa zina msimeno hizi za juu ambazo kama zimechanachana Kito ambazo zinatakiwa kukatwa. Kwa hiyo tunakata kama hivi. Nikisha kata, tunaona kuna upande huu ambao unakuwa umetokeza, na upande kuna upande huu ambao unakuwa umetokeza, na kuna upande huu ambao unakuwa haujatokeza. Huu ambao unakuwa umetokeza ndio unafaa kuwa nje, kinaita kikabati. Tunakuwa tunavalisha kwa, kwa mfumo huu hapa. Tunakuwa tunaisogeza tunaisogeza mpaka pale ambapo uume wako uume wa mwanaume wako utakuwa ume umeishia ume. Sisi uume wetu umeishia hapa, kwa kama mnapoona hivi, una hii nafasi ni kwa ajili ya kuhifadhi mbegu atakapokuwa amemwaga. Haitakiwi ibane kwa, ha, kwa sababu zitashindwa sehemu ya kukaa. Kwa hiyo ukishamaliza natatua uvuo kwa, kila bao moja atatumie condom moja kwa, tumeshamaliza tunavua, tunavua vizuri chafu sio, kwa tunavua. Kufudia tunavua kwa, tunavua kwa, kushika hapa sehemu ambayo inakuwa ina uchafu hapa, kwa, tukishavua tumemaliza, tunaifunga kwa ajili ya kwenda kutupa. Hapa sasa tahadhari, kwa sababu mwingine akishamaliza anaenda tu anaitupa sehemu yoyote ile ambayo sio sahihi. Ukitupa sehemu ambayo sahihi, watoto wetu ni watundu na wanapenda kujifunza mambo mengi, kwa anaweza kachukua hii kondomu akaenda kaijaza maji au akaitumia ambayo matumizi sio kamletea madhara kiafya kwao. Inashauriwa uende ukatupe katika shimo, au unachimba shimo unaifikia hii kondomu. Asanteni.